Baadhi ya wawakilishi wadi wa kaunti ya Kiambu wametishia kumtimua gavana Kimani Wamatangi iwapo atakosa kushughulikia kwa dharura sekta ya afya katika kaunti hiyo inayoendelea kuzorota. Wawakilishi wadi hao wametamaushwa na msimamo wa gavana Wamatangi wa kutosuluhisha mgomo wa daktari ambao umelemaza huduma za afya. Hata hivyo, gavana Wamatangi amepuuza madai hayo akisema yamechochewa kisiasa, huku akishikilia kuwa utawala wake unachukua hatua wa dhabiti za kuboresha huduma za afya katika kaunti nzima. Mimi na hata wengine wa MCAs na hata gavana, sisi tunaweza kuafford kwenda private hospital. Sio kila mtu kiambua naweza, kwa hivyo tunamuuliza gavana ni wakati wa kunyenyekea, ni wakati wa kwenda chini, wakae chini na madaktari waongee, na suluhisho ipatikane. Gavana Kimani Wamatangi, gavana wa Kiambu, kama atashindwa kusimamisha health sector. He deserves to be home like yesterday. walijaribu kutumana huko kwa ofisi zangu, wakatuma askari, wakatuma watu ya ESCC, wakatuma kila mtu, wakuja wajaribu kulitafutia makosa, wanasema ndio, ati ndio nipelekwe jela.